Tuwashana Masumbu, aliyekuwa kocha wa timu ya Yanga, mdachi Hans Pluijm leo amekwenda kuwaaga wachezaji wa kuwa timu hiyo kwenye mazoezi ya asubuhi. Pluijm amezungumza na wachezaji wa Yanga kwa dakika kadhaa kwenye uwanja wa chuo cha polisi huku, e, ulioko maeneo ya Kurasini hapa Dar es Salaam, na kuwatakia kila la heri chini ya kocha mpya ajaye. Pluijm amejiuzuru baada ya kukerwa na uongozi wa klabu ya Yanga kumleta kocha mpya mzambia George Rwandamina, e, bila kumtaarifu, akisema huo ni kumvunjia heshima. Taarifa zinasema Hans Pluijm amekataa nafasi ya ukurugenzi wa ufundi ambayo inasemekana Yanga ilitaka kumpa baada ya kumleta Rwandamina kwa kocha mkuu wa timu hiyo. Katika hatua nyingine, kocha huyo amekanusha habari zilizozagaa kwamba amefanya mazungumzo na klabu ya Azam FC ili aende kuifundisha na kwamba hakuna kitu kama hicho. Hapo kesho Yanga itacheza mechi yake ya kiporo ya ligi kuu Tanzania bara dhidi ya JKT Ruvu katika uwanja wa Uhuru hapa jijini Dar es Salaam. Obrigado obiado Hans Pluijm.